Habari nyingine, tulikuwa na mama moja ambaye tulikuwa tunaomba naye, ametuambia yeye mama mkubwa grandma ama nyanya yake mama mkubwa ama nyanya yake eh, alikuwa ni mchawi na akaja akaloga, mm, ah, akaloga nani binti chijana yake alikuwa na hela mingi sana lakini ule, ule nyanya akamloga. Kijana akaja na pesa zake, akaanza kuwa anagawa nagawa, anawapa watu, wanampigia makofi, wanamheshimu mu, wana wanafurahi eti yeye, e, e, ni mtu ambaye anatoa, ana msaada anatoa, sio kwamba alikuwa ni mtu mzuri, ni nyanya yake ambaye alikuwa anafanya ule mtu asiongeze kuwa na pesa zote zote, azitowe mpaka magara kato mpaka manyumba zikazeeka, mpaka alimupeleka huko village, kwa sababu alikuwa alisha mloga, na mifupa yake ilikuwa kama mifupa yake iko na, na, na saratani. Alikuwa anasikia vitu ni kama mtu analeta kisu na iko na katakata ndani ya mifupa yake, mpaka nakufa maskini, na mpaka nakufa naliteseka na huo si mwingine ni mchawi wa nyanya yake. Huo mama anatuambia, anasema nilikuwa naishi kwake, alikuwa yeye usiku analeta mapaka, anajifanya anajeuka paka, na paka wengine wanakuja wanaingia katika, sijui mnaita nini, kama ni ungu ungu. Eh, bamama wanafanya hivi sasa na wachawi wanaenda kutembea nayo, wakakaa kwa hiyo ungo, wakaenda na wanaporudia, mimi nimejifanya kama nasinzia, na wanasema mambo mabaya waliofanyia watu, vile wamekula watu, vile wamekata watu, vile wamewangoa macho, vile wamekata eh, vitu vingi vibaya sana, unasikia sio kwamba ni vitu hata. Ule dada kaniambia siku moja, niligusa chini ya kitanda, nikakuta kuna kitu sijui ni kitu gani, niligusa ghafla hapo, nasikia pa pa pa, wananipiga makofi. Sikuona hata ni mtu gani ananipiga, nasikia sauti tu inaniambia na usiongeze tena. Rafiki yangu, tunakwenda kuomba sasa hivi, tunakwenda kuomba. Ninachokuambia ni kwamba Mungu anabadilisha. Kama mchawi amekufunga mimba, eti hautazaa, watu ambao mumeota -mumilo, mukifa mukikula nyama mkiua -muki, watu vitu vingi wachai, ama mnafanya uasharati usiku, tunakwenda kuomba, tunakwenda kuombea jamii yako inawezekana hata mtoto anakutana na watoto wengine wanamupa swit anakula, kumbe ni watoto walishaingizwa katika ufalme wa uchawi. Hata watoto wanafanya uchawi siku hizi, hata wamama, hata watu wakubwa sana, haimaanishi ni wanani. Hata kama ni mtu wa serikali mkubwa, inawezekana fanya uchawi. Inawezekana hata ndani ya kanisa uchawi ulishaingia. Wadaktari nilishawambia wanasi, nilishawambia kila mtu, anaweza kuwa mchawi, si kwamba anaendesha gari si. A, katika vyuo vikubwa uchawi ulishaingia, katika secondary school uchawi. Watoto wamekwenda wazima, wanarudia wameisha kuwa wenda wazimu aniishaenda wakiwa watu wazima na uudia, ni wenda wazimu anaguuja ni waenda wazimu tunakwenda kuumu watoto. Shetani naye anawavamia sana, kwa sababu anajua wao akiwatia woga watakwenda kufanya kila anachowaambia. Kuna wachawi wanaofanya mikutano mikubwa, wanakutana, wanapashwa kula watu Mnataka watoe watu gani? Wanatoa ndani ya jamii yao, kama hawatoe wao ndio wanakuliwa. Wanakwenda kutafuta huku na kule, wanajua ya kuwa kama hawafanye hiyo kazi ya shetani, shetani atawaua kwa hivyo hata kama ni papa yako hata kama ni mama yako, mu muombee au ntoke ndani ya ue ufalme wa giza, kwa sababu ubaya iko nayo siyo wake, ni washetani. Ndivyo tulisoma tunakwenda kuomba, nakwenda kuombee kwa sababu hasira yao ya ah, ah, no, no, ah, ah, vifaa ambayo wanapigani, wanapiganisha kwanza, wanataka wewe usi usijue ukweli. Ndio maana unakuta katika kanisa wachawi wanafanya watu wasinzie ndani ya ibada, hawataki watu wasome Biblia. Kwanza utajua ukweli na ukweli utakuweka huru, lakini leo nimekuja kuwaweka nchi, nimekuja kusema sisi tuko zaidi ya washindi Haimaanishi ni vitu gani wamepanga kufanya, tunapangua katika jina lee hey. Tumepewa nguvu na mamlaka na uwezo wa kuharibu kazi zao, ni akwenda kuuma. Kwa hivyo wewe uwe na imani kama yangu, imani yenye nguvu, imani inayofanya dunia ya Shetani itetemeke. Imani nayo kwenda kuleta moto kutoka mbinguni. Ah, Yesu amewaambia mlipokwenda nje kuhubiri, nilimuona shetani akianguka. Haleluya. Tunakwenda kuharibu kazi za ibilisi. Tumepewa nguvu na mamlaka. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Wewe ambaye unasikia maombi hai, wewe ambaye unasikia sauti, ninakuja kuwaharibu ufalme wa Shetani ndani ya maisha yako leo. Tumekuja kupigana na jeshi la Shetani ambao ni wachawi, ambao ni warozi. Oh, sijui wametoka wapi, sijui wanamaliza miaka ngapi ndani ya maisha yako, lakini wanachotaka kufanya ni kukutenganisha na Mungu kwa sababu Mungu ndiye amepasua bahari ya Shamu mara pili, na wachawi waka walipojaribu kupita huko wote, Mungu akawaua. Nataka ni kwambie nyungu yote ya, ya, ya Egypt Bwana ameiangusha ndani, ameiangamiza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tariha. Kwa hivyo huyu Mungu, wachawi wanamjua; huyu Yesu, wachawi wanamjua. Ndio maana hawataki uweze wewe kumtumikia Yesu, Yesu aingie ndani yako awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Lakini siku ya leo ninakuombea, ni hizo nguvu za, za uchawi zinazotoka ndani ya jamii yako, zinazotoka ndani ya majirani, zinazotoka hata mbali ya nchi oh, kwa sababu wanaweza hata kutoka mbali Ninachosemani kwamba na kuzunguka na ukuta wa damu ya Yesu Kristo, hizo nguvu za uchawe ninazivunjavunja, ziondoke ndani yako. Makubaliano yote ambayo jamii yako ilifanya na wachawe ninayavunjavunja, moto wa bwani ya chome katika jina la Yesu Kristo wa nazaretali. Hayi, mikono yako iliyofungwa ninaifungua sasa katika jina la Yesu. O, nguvu za uchawe, nguvu za uchawe.

Mapepo ya uchawi hata vifaa vingine vya uchawi ulivyopewa, ukijua ama haujue, ninaondoa ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Mahali kote walipokuweka ndani ya ufalme wa giza, ninakuondoa huko, nami ninasema damu ya Yesu Kristo ikuoshe, ikusamehi, damu ya Yesu Kristo ku kukomboa, katika jina la Yesu Kristo, sadaka zote zilizofanywa kwa wachawi ama zilizofanywa kwena wachawi ili uangamie, ili maisha yako iwe mabaya usimjue Yesu, ninakwenda kuziondoa katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza wachawi ambao hawataki uokoke, Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ah, ya maisha yako ili uweze kuwa rafiki ya Yesu, hizo nguvu ninaziondoa ndani yako. Pokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hizo nguvu zote za giza ambazo zimekuja kuondoa imani ndani yako, ninaziharibu. Pokea imani katika jina la Yesu Kristo, nafungua macho yako ya kiroho uweze kuona mambo ya mbingu katika jina la Yesu Kristo, uwe na nguvu uwe na uwezo wa kuharibu kazi za ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Ninasema ya kuwa ah, wachai wote wanayokuja kuiba neno la Mungu ndani yako, wanayokuja kuiba imani ya kupokea wokovu, awachawi ninawaharibu, waharibu na watoa ndani yako. Roho Mtakatifu ninakupokea, ingia ndani ya watu hawa roho wa Bwana awe ndani yako akupiganie katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Yesu amesema roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta ili niweke waliofungwa uhuru. Leo ninaweka waliofungwa na wachawi gerezani, mm, ninawaweka uhuru. Mumeweka ndani ya keji, muko kama kama kama mbwa, mm, muko kama mnyama, mm, wote wanataka kuua. Leo ninasema iyo keji na ifungua katika jina la Yesu, iyogereza na ifungua, uwe mhuru, uwe huru. Katika jina la Yesu Kristo, na upokee yako vyote walikuwa wamekuiba. Kwa hivyo roho juu ya maisha yako, pokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uwe na nguvu ya kumtumikia Mungu, uusikie uhuru, uwe na imani ya kuwa anayekugusa yote anagusa mboni ya jicho la Mungu nabada Baba yako ambaye ni Mungu aliyeumba nchi na mbingu. Moto wa Bwana ukuweke huru, moto wa Bwana ukuweke huru. Ninavunjavunja kazi zote za wachawi ndani ya maisha yako

kizazi katika tumbo ya kizazi yako. Ninakuombea wewe mama, wewe dada ambayo unanisikia, chochote wachawi walichoweka ndani ya tumbo yako ili usiweze kuzaa ili uweze kuwa tasa, huo mchawi ninamuamuru kuondoka na kwenda pale pakavu, katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti ali hai. Nyoka ambayo imelazwa ndani yako ya tumbo ya kizazi, ninaiondoa, ninaiua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Majini maembe ya kutoka kuzimuni ya wachawi mm, moto moto moto, ninaita moto, ita moto, ita moto ichome hiyo maembe ichome hiyo iyo majini na hizo pepo majini yote waliotuma ndani ya kizazi chako kutoka kwa wachawi, ninachoma sasa, ninachoma na ninaamuru kuwachi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai

Unakufa, hata unawaambia watu baibai na kwenda. Lakini huo mchawi aliyofanya hivi, nguvu zake alizotumia, ninazifunga ninaziharebo. Hautakufa, huo mchawi aondoki. Mumesikia vile tumefukuza wachawi wengine, na wewe, huo mchawi ambaye iko ndani yako, ninamufukuza akuachi, achi. Mauti ninaifunga ninaiharebo. Usikie wewe mchawi, ule mtu hatakufa katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti aliha katika jina la Yesu Kristo, wewe mchawi wa mauti, umekuja kuua watu, ninakufukuza, achilia huyu mtu, achilia huyu mtu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Unasikia vitu ambavyo vinatembea ndani ya kichwa chako wewe kabisa, unasikia ni kama unataka kuwa mwe, mwenda wazimu, kwa sababu wachawi wamechukua u, uh, uh, akili yako, hata unasahau hata wewe haujijue ni nani, hata wewe haujitambue ni nani. Ninasema huo mchawi aondoke ndani yako, ninasema vyovyote alivyovyoweka ndani ya kichwa chako, alivyokuiba akili yako, alipopeleka, ana, uh, roho yako ninarudisha roho yako, ninaiondoa wa pale walipoipeleka, ninakurudisha. Ah, haujitambue akili yako na roho yako wamechukua, ninaitoa huko kuzimoni, ninaikurudisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Kuna muntu ambaye anasikia moyo wake ukunapiga sana, anajisikia hata heri afe leo. Ninasema katika jina la Yesu Kristo, uo uchawi ambaye umeingia ndani ya roho yako na moyo wako, ninakuponya sasa. Acha acha, we mchawi, acha roho yake, acha moyo wake, acha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, chochote ambacho unasikia maumivu ndani ya kifua, kifua chote kabisa unajisikia maumivu, unasikia ni kama kitu kinakaa ndani yako, unasikia kitu kizito ndani ya, ya, ya, ya kifua chako, unasikia hata maumivu ndani ya mapafu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Uo uchawi uondoke, sasa. Uo uchawi uondoke. Chochote kinachokaa ndani ya kifua chako ninakiondoa katika jina la Yesu Kristo wachai wanapokukaa huko mabegani, wachai wanapokaa mabegani na wame wameweka mizigo ndani ya mabega yako, ninakuondoa hiyo mizigo, naondoa hiyo mizigo kwa sababu Biblia inasema the anointing breaks the yoke, hiyo yoke waliyokuweka hapa, mizigo walioweka hapa, ninaiondoa sasa katika jina la Yesu. kati, kati, kati. kati. kuna mtu ambaye anasikia vitu vinatembea mabegani nina yamu, iyo uchawi walioweka ndani yako iondoke sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti arihadi pokee sasa. Sikia sasa, sikia kinaondoka, sikia kinaondoka, kuna vitu vinavyotembea kabisapo. Sikia sikia sikia, kinaondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliha. Kuna mtu ambaye anasikia mkono wake ni kama uko na stroke mkono wake hapa wa kusoto uko na stroke. Bwana amenionyesha mtu ambaye iko na stroke kwa mkono kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, uyo mkono wako we mzima sasa. Mkono wa kushoto ambaye uko na stroke, ninasema pokea uponyaji mwili wako wote, hiyo hii side ya kushoto, nasema ipate uponyaji, stroke iondoke, stroke iondoke, na fukuza stroke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Ninajua kula mtu ambaye warozi wa wamesema ya kuwa hautaishi, hiyo ndoa yako inakwenda kuvunjika. In the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, warozi wachawi ambao wako wanaloga wewe ambayo unanisikia na ambayo huyo shida unajua yuko nayo hiyo mariji yako haitavunjika tena, ninaisimamisha kwa jina la Yesu, ninafukuza nguvu zote za warozi, nafukuza nguvu zote za wachawi jina la Yesu Kristo wa Nazareti alha kuna mtu ambaye oh, kuna mtu ambaye na hakika unavisikia wewe mwenyewe harufu unasikia siku hizi unanukia watu unanuka we mwenyewe unanukia, watu wamekuspray vitu vya kunukia. Aa, katika jina la Yesu, nina na damu Yesu, ninakuosha na damu ya Yesu Kristo, nakuosha na damu ya Yesu Kristo kutoka utosi wa kichwa chako mpaka kwa nyayo za miguu yako. Ninasema pokea sasa, pokea kuoshwa na damu ya Yesu Kristo. Watu walikuwa wameanza kukuchukia, watu walikuwa wanaanza kukukwepa, lakini leo hiyo utengano, hiyo kunukia, ninaikuosha, ninaiondoa ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Unapokea pesa lakini haujui zinapita mikononi gani? Eh, niko nasimama hapa nikisema, mikono yako ninaiosha iyo, uchai walioweka juu yako iondolewe sasa, katika jina la Yesu, iyo nyoka iko ndani ya mikono yako ninaichoma ninaichoma kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Pokea pesa zako, pokea pesa yako, bizinesi yako. Waliweka nyoka, waliweka maembe, waliweka majini, lakini na nina mapepo ninavyondoa ndani ya business yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, nina kuambia wewe ambaye unanisikia, kuna mtu ambaye alizaliwa ndani ya jamii ambayo ni tajiri, lakini kwenda kuona, anaona vitu vyake vitu vya jamii vimeondolewa, hawa, haw, hawafurahie vitu. Kuna wachawi ambao wamekuja wakachukua ile utajiri ya jamii, wanaipa, utaj... wanaipa jamii ingine, ama wanaiba tu vitu vyako vilivyohamishiwa kwa mtu mwingine Fa...

Kwa jina la Yesu Kristo ninasema moto wa Bwana iangushe hiyo uchawi. Ninarudisha utajiri wako uliopelekwa mahali pengine, kwa sababu uliibiwa. Bwana, nasema o oh, watu wangu wameibiwa na kumekosa mutu wa kuviyarudishia. Mimi ninakuja kurudisha vitu vyako vilivyo mikononi mwa wafumu vilivyo mikononi mwa waganga vilivyo mikononi mwa warozi wa wachawi katika jina la Yesu Kristo. O oh, nisaidie upoke

alisimama akasema hautakwenda nje hautapata tena viza kwa hivyo ninasema wewe pokea viza yako pokea pesa ya kusafiri pokea pokea masomo katika jina la yesu kristo madokumenti yako diploma digri phd vyote wamechukua wakatupa waka, waka wakatupa chooni wakakojoa juu nasema kwa jina la yesu Bwana aliye majeshi, ninazirudisha upya, ninazirudisha upya katika jina la Yesu. Tazama watu wanakwenda kukuita, tazama watu wanakwenda kukupa kazi. Pokea sasa. Hakika nasema ulisoma, lakini ni kama mtu ambaye haujasoma. Leo ninabadilisha maisha yako, leo tunabadilisha. Oh, pokea, pokea. Bwana anasema watu wanakwenda kukuita. Maisha yako ulikuwa unatembea hivi, ulikuwa unarudisha nyuma, lakini bwana anakurudisha mbele katika jina la Yesu Kristo ulikuwa umeanza, ku, anza kujiwanu na kufa, hautakufa utaishi. Bwana anasema kile ambacho kilikuwa kinakukula, hiyo uchawi ninaitoa nje ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ambayo umezaa lakini watoto ni kama hawakusikii, wewe ni fujwa na watoto kupiga kwa watoto watoto na kukudharau, ninaharibu hizo kazi za uchawi oh, katika jina la Yesu Kristo. Ninapenda, ninawapa amani, ninawapa furaha katika jina la Yesu Kristo Nazareti.